Kwa namna pekee na kishukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya uongozi imara wa mwenyekiti wetu mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kunipendekeza kwa mgombea wa nafasi hii ya kuiongoza Bunge. Sio kwamba mimi ni bora kuliko wenzangu wote waligombea kupata nafasi hii katika ngazi ya chama la, hasha kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu linipa kibali na kuridhia nigombee nafasi hii. Nawashukuru sana, sio kwamba mimi kuliko... ni bora kuliko. Aidha, niwashukuru waheshimiwa wabunge wateule wote kwa kunipigia kura na kuniamini kwa kiongozi wenu mkuu wa bunge. Imani mlionyesha kwangu ni kubwa, nathamini na, na, sana imani hiyo. Niwahakikishie kuwa huu ushindi ni wetu sote. Hamjanichagua tu ili niongoze Bunge bali mmenichagua ili tufanye kazi pamoja, niwatumikie nyie na kuhakikisha yale yote tuliyokubaliana na tutakubaliana kama vipaumbele vya taifa katika mipango yetu mbalimbali mbali, kwa kipindi cha miaka mitano ijayo, yafanikiwe kwa masuala mapana ya kutumikia wananchi wa nchi yetu na kwa kuwa na bunge moja alitoa fursa sawa kwa waheshimiwa wabunge wote na kwamba ofisi ya spika atakuwa wazi kwa kila mbunge kwa ushauri mbalimbali, aidha mbali. Niwashukuru watangulizi wangu wa katika nafasi hii ya spika, wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan Mheshimiwa Dr Tulia Ackson, rais wa umoja wa mabunge duniani ambaye amekuwa kiongozi wangu akiwa wa spika na mimi nikiwa naibu spika katika bunge la 12 kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2025. Mheshimiwa Daktari Tulia aliamini, aliniamini na kunishirikisha katika masuala mbalimbali na nilitii maelekezo yake yote ili kuhakikisha bunge letu linatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. Nakushukuru sana Dr. Tulia kwa mchango wako kwa na mafunzo na elimu ulionipa. Kwa muktadha huo ninawaahidi ni viongozi watakochaguliwa kuwa wasaidizi wangu naibu spika na baadaye wenyeviti wa bunge kwamba tutashirikiana kuliongoza bunge hili la kumi na tatu kwa kutoa maamuzi ya haki, kuzingatia uadilifu na kutokuwa na upendeleo wowote, kwa kuongoza kwa katiba, sheria za nchi na kanuni za kudumu za bunge kwa vyama vyote vyenye uwakilishi bungeni ingawa hmm, bado hatuna upande wa serikali leo, tunaye mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Johari, ni aidi kutoa ushirikiano kwa serikali kwamba kama bunge tutashauri na kutoa maazimio ya bunge kwa ajili ya ustawi wa wananchi na maendeleo endelevu ya nchi na yetu. namshukuru pia katibu wa bunge ndugu Baraka Leonard na timu yako yote ya watumishi wa bunge kwa maandalizi mazuri ambayo yametuwezesha leo kuanza kikao chetu cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa bunge la kumi na tatu. Kipekee sana nawashukuru wananchi wa jimbo la Ilala kwa kuniamini na kunichagua kwa mbunge wao kwa kipindi cha tano sasa kipindi cha tano sasa. Nawashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipa. Hakika ni deni kubwa sana kwenu, wema hulipo kwa wema. Naushukuru sana uongozi wa CCM mkoa wa Dar es Salaam na wilaya Ilala pamoja kubwa, lionipa, na viongozi wengine wote kwa heshima kubwa alionipa na ushirikiano walioendelea kunionyesha. Mwisho lakini si kwa umuhimu, naishukuru familia yangu, imesimama na mimi katika nyakati zote Dua zenu upendo na uvumilivu wenu vimenibeba na kulifanya kuendelea kuwa imara katika kuwatumikia wananchi wa taifa letu. Waheshimiwa wabunge wateule, muda mchache ujao, mnaenda kuwapa kiapo cha uaminifu. Nawapongeza sana kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na wananchi ili kuwakilisha bungeni kwa bunge, bunge, bunge, bunge. Pamoja tushirikiane ili kulinda imani hiyo kubwa tuliopewa na wananchi. Nashukuru sana kwa kunisikiliza.